Urusi imefanya shambulizi usiku kucha la ndege zisizo na rubani katika eneo la Odesa nchini Ukraini na kuharibu majengo ya makazi na miundombinu na kuwajeruhi watu wanne wakiwamo watoto watatu. Odesa yenye bandari kubwa katika Bahari Nyeusi imekuwa ikilengwa mara kwa mara na makombora na ndege zisizo na rubani za Urusi wakati wa karibu miaka minne ya vita. Huku mashambulizi yakiathiri mara kwa mara miundombinu ya nishati, usafiri na bandari pamoja na maeneo ya makazi. Droni zisizo na rubani zilishambulia miundombinu ya makazi, vifaa na nishati katika eneo letu, Ole Kipa, gavana wa eneo la Odesa alisema kwenye mtandao wa Telegramu. Katika jiji la Odesa ambalo ni kitovu cha utawala cha eneo pana la Odesa, watu wanne walijeruhiwa, ikiwa ni pamoja na mtoto mchanga wa miezi saba, watoto wengine wawili na mwanaume wa miaka arobaini na mbili. Sehir Lesak, mkuu wa utawala wa kijeshi la Odesa, alisema kwenye Telegramu, alisema kwamba vifusi vya ndege zisizo na rubani viliharibu madirisha ya majengo kadhaa marefu ya ghorofa. Lisaka alichapisha picha zinazoonyesha moshi ukitoka kwenye jengo la gorofa usiku, huku miali ya moto ikionekana kwenye madirisha kadhaa, na kile kinachoonekana kama ndege ya maji ya zima moto iliyolenga sehemu ya mbele ya jengo. Hii ni TMC News Update Kimataifa. Mimi ni Ronald Sonyo, endelea kutufuatilia ili we wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.